Naam, habari za wakati huu. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Leo mfanyabiashara maarufu e, nchini Tanzania Niffer pamoja na wenzake walifikishwa mahakamani e, Kisutu, ambapo mfanyabiashara Niffer Jovin maarufu kama Niffer pamoja na watuhumiwa wengine kwa pamoja walithikishwa katika mahakama ya Akimu Mkazi eh, Kisutu Es Ssalam kwa ajili ya kusomewa mashtaka ambayo yana wakabili, lakini pia kabla ya hapo tumeshuhudia eh, mama mzazi wa Nifa asubuhi na mapema kabisa video ambayo amezungumza kwa uchungu mno, akimwomba Mweshimiwa Rais D Samia Suluhassan Hasan aweze eh, kumsamehe mtoto wake Nifa ikisambaa mno kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia mama mzazi wa mfanyabiashara huyo Jenifa Jovin maarufu kama Nifa, ambaye anaitwa Mwanaisha Isaki, amefika pia katika mahakama kusikiliza kile ambacho kinaendelea katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es Salaam. Sasa kile ambacho kimetokea mahakamani ndicho ambacho imekuwa ni gumzo kubwa mno kutokana na mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Nifa pamoja na wenzake wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Kosa la uhaini tunafahamu kesi kubwa ambayo inaendelea Tanzania, kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi ya uhaini ambayo kwa sasa ipo katika hatua ya ushahidi ambapo upande wa jamhuri wanatoa ushahidi wao. Sasa, adhabu yake kesi hii ni kifo. Jana na juzi tumeshuhudia baadhi ya watu wakiposti mitandaoni kwamba kwa kosa ambalo Niffer amelifanya kuja kumwona tena uraiani huenda ikaja kuwa ni historia. Kutokana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo hii mfanyabiashara Janipa Jovin nipa pamoja na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 na kutishia mamlaka, na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu ambazo zilisababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba moja pekee ambaye ni Niffer. Hili ni kosa namba tatu ambalo linamuhusu mshtakiwa pekee ambaye ni Niffer ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu mwaka 2025 na na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Hili ni kosa la tatu ambalo ni la uhaini na linamuhusu mshtakiwa namba moja pekee ambaye ni Niffer ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lakini pia kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Kwa hiyo Niffer na wenzake wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Ni habari nzito mno kwa ndugu jamaa, marafiki, lakini pia Watanzania ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanatamani kujua hatima ya Niffer itakuwa ni kitu gani. Niffer ameshtakiwa kwa makosa ya uhaini kama nilivyokuambia, ambapo adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa au adhabu yake ni kifo. Hizi ni baadhi ya picha ambapo Niffer alikuwa akiwasili mahakamani kusomewa mashtaka ambayo yanamkabili pamoja na hao wenzake. Watu mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii hapa naona wameguswa kwa namna moja ama nyingine, wakitoa maoni yao naomba hapa tupitie maoni ya Watanzania wanasema nini, lakini kwa namna moja manyingine, eh, kilichotokea ni kwamba Niffer alihamasisha watu kuandamana, lakini pia watu kununua bar barakoa, barakoa za kuzuia mabomu ya machozi dukani kwake, kwamba ni kosa pia ambalo amelifanya. Huyu wa kwanza anasema ila Mungu, aonaye silini, hata tuacha mwingine akasema kwamba uhaini uhaini uhaini wai lakini pia mwingine akasema du kama Lissu, na sheria yote anayoijua mpaka leo hajatoka kwa kesi hiyo hiyo. Sasa dada wa watu itakuwaje? Mungu amsimamie. Mwingine akasema kwamba hapa sasa naona tuone part two, amna namna tutavuruga sana tusipokuwa makini. Mwingine anasema Tanzania nchi yangu, huku tunaenda wapi? Watu wameguswa kwelikweli na jambo hili la Niffer. Mwingine anasema hivi, hawa watu wanajua maana ya uhaini kweli? Lakini pia mwingine akasema kwamba prison, hata ikulu hayupo. Lakini pia mwingine anasema kwamba uhakika siku hizi eh, usipokuwa makini, kila mtu anaweza akapewa kesi ya uhaini. Mwingine akasema yani, siku hizi kesi ya uhaini imekuwa kama kesi ya ubakaji kuku, yaani haiogopeshi kabisa. Sasa hapo uhaini uko wapi? Mwingine akasema hili neno uhaini, nitapeleka mahakamani nitapeleka wa, mahakamani watu wengi sana. Kwanza watu wajue nini maana ya uhaini. Kuna mtu anapelekwa mahakamani, hajui hata nini maana ya neno uhaini. Nikukumbushe kwamba kosa hili ni kosa ambalo halina dhamana, kwa hiyo tusitegemee kumwona nifa akipewa dhamana kutokana na, na, na kosa hili. Kumbuka mheshimiwa Tundu Lissu tangu alipokamatwa hajapatiwa dhamana, bado yupo gerezani na kesi yake inaendelea. Kwa hiyo hata Niffer tusitegemee kumwona uraiani mapema kiasi hicho kutokana na, na kesi hii, kwa sababu ni kesi ambayo haina dhamana. Na tukumbuke pia kwamba kesi hii ambayo e, Niffer ameshtakiwa nayo eh, tukumbuke kwamba jopo la mawakili ambao wanamtetea linaongozwa na wakili msomi eh, Peter Kibatala. Kwa hiyo maybe tutaona eh, Peter Kibatala akimsimamia na kumuongoza Niffer mahakamani katika e, kesi hii. Lakini ni kosa ambalo halina dhamana. Kwa hiyo ni vigumu sana eh, kumuona Niffer akirejea tena. Kama mama, e, namna ambavyo tumetazama ile video mama Niffer namna ambavyo amemwaga machozi akimwomba Mheshimiwa Rais eh, Dr Samia Sulu Hasan aweze kumwachia Nipa, eh, aweze kumwachia Nipa kama mzazi. Ukiangalia video kwa namna moja ama nyingine, itapugusa sana. Nikukumbusha tu kwamba polisi walithibitisha wamemkamata Nipa, ilikuwa ni siku ya Oktoba ishirini na saba mwaka huu akituhumiwa kwa makosa ya kuhamasisha watu kufanya pujo usiku wa kupiga kura, na hadi sasa hivi tunavyozungumza amekuwa akishikiliwa na jeshi la polisi lakini pia leo amesomewa mashtaka. Sasa eh, kosa la uhaini eh, ni kesi ambayo nifa ameshtakiwa nayo. Tuchie maoni yako hapa na tutakuletea mambo mengi zaidi, eh, kuhusiana na nini ambacho kinaendelea zidi ya Niffer, lakini kubwa, maoni yako ni muhimu sana. Unadhani taifa letu la Tanzania linaelekea wapi kwamba Niffer kuposti barakoa za kuzuia mabomu ya machozi alikuwa anahamasisha maandamano, yani kapewa kesi ya uhaini. Shena sisi maoni yako, kwa mengi zaidi tutazidi eh, kuhabarishana.